Akaona kaburi vipi litoke moshi wakati ndani tumemzika bina Adam. Akarudi nyumbani akamuuliza mama yake, ya umma ayu amali kanat tamalu ta ukhti, mama ukhti yangu alikuwa akifanya kazi gani mama? Akashanga, limadha hadha sual sali, hili linaletwa nanini? Kwa nini unauliza kazi alikuwa akifanya dada yake? Na kwa nini ukuuliza alipokuwa hai unauliza kisha kufa na ushamzika? Kamwambia ra'aitu dukhanan yatakhallalu min al-qabr. Nimeuona moshi unachomoza kutoka katika kaburi lake nikaona hii ishara mbaya, niona lazima nikuulize kwa nini moshi unatoka katika kaburi? Akamwambia amma wakad sa'altani

Kanat tadhau udhunaha litasmaa madha yakulul jiran, lakini shughuli yake kubwa na tabia yake ilikuwa haachi, alikuwa akienda katika majumba ya majirani kueka masikio. Leo anasema nini jirani kumwambia mumewe, wamegombana, hawajagombana, leo kanyimwa chakula, usiku hivi na hivi, kila kitu ndo anashughulikia. Akitoka pale anapeleka leo, unajua kulitokea nini kadha, kaja leo nini, fulani kapigwa na mume. Hiyo ndo habari inayoenezwa mtaani. Akasema basi, kama habari ndo hiyo, habari yake anaipata ya kule. Wailun waidun likulli humazatil lumaza, kuna adhabu kali kwa mwenye kutia aibu watu na mwenye kuwasengenya watu. Sikwambii katika siku hii ya Ramadhani inakuwaje habari hiyo. Kwa hiyo walghiba, na tujiepushe na usengenyaji wanamima vile vile, na kutiana aibu, na kupeleka habari mbaya kwa huyu na kwa yule, na hivi na hivi kisha, nini? Waliaminu al-ghamus na, na kilichokuwa kina vuruga saumu zetu na si chakula wala kinywaji ni kiapo cha kumzamisha mtu, kiapo cha uongo ukasimama ukala yamini na unajua hakika kwamba ile ni yamini ya uongo, lakini kwa kutetea maslahi fulani ukaha ila <tip> kitu chochote bwana, utasema wallahi billahi tallahi sikuchukua. Ukasimama na umechukua ukasema wallahi billahi tallahi sijachukua, inaitwa yaminu lghamus, inamzamisha mtu. Ndio maana inaitwa yaminu lghamus kwa sababu inamzamisha mtu katika nari Jahannam. Wewe ukaapa bila matatizo yoyote. Hii katika saumu vilevile inavuruga saumu zetu. Kitu kipi kingine? Wa shahadatu zuri na ushahidi wa uongo vilevile, kama yamini ya uongo na ushahidi wa uongo. Bwana nani shahidi yake huyu? Ukasimama wewe ukatoa ushahidi wa uongo, na unajua kwamba hiki kitu si kweli, lakini ukatoa ushahidi. Haya ni mambo matano ambayo kama mtu atayafanya

kama kutiba min qablikum, la alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alafu, utakubaliana na mimi ndugu yangu muislam kwamba rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa mashaka. Katika amali yake kuna kuja kilima cha kutiba, lakini rehma kuna kuja kilima cha kataba. Angalia fadhila za Mwenyezi Mungu

Anasema wafalme wanawasamehe aninuzuli bisaihim, wale wenye kuteremka katika makawanda yao. Mtu akamkosea kiongozi wake au mfalme wake akenda akapiga magoti akasema, baba nisamehe, nimerudi mimi, nilikuwa nimeharibikiwa, sasa nimedifekti, nimerudi huku, na mfalme au kiongozi akamsamehe. zimataa fulmuluku